Bwana, mambo vipi? Leo nimekuja na tutorial nyingine ambayo naweza jinsi gani unaweza ukapiga chord inversion. Chord inversion tunasema ni mapigo tofauti tofauti katika kimoja, lakini kumbuke tutorial iliyopita tulijifunza jinsi gani unaweza kupiga kinanda kwa kutumia mikono miwili. Na lile somo kama nakumbuka tulimaliza, na sababu ya kutokumaliza, nataka nikufundishe kwanza chord inversion, sababu hii ndio itakuwa msingi wa kuendeleza lile somo letu. Okay. So, code inversion tunasema ni mapigo tofauti tufaut, tofauti katika key moja u tujifunze sasa code inversion ni nini na tunapigaje code inversion like, lakini kabla hujaendelea, basi subscribe hapo chini, lakini pia unaweza share, utakuwa umefanya vizuri zaidi. Okay. Tutatumia KC ile ile ambayo tunatumia katika mafunzo mengine. Code yetu si ni hii? Okay. So, enta zima huko niwasha na huku. Haya, kodisi yetu ni hii hapa. Sasa tunapigaji inveshoni za kodisi. Ukishika kodisi namna hii, amesha ruti noti, ruti noti tu ndo ihame ikapige ikashika oktavu ya juu ya hiyo si. Kwa maana oktavu ya juu ya si, kumbuka tulisema hizi ni octave, okay? Kwa hiyo kama hii ni C si, kwa maana si ya juu yake ni hii hapa C. Kwa hiyo kishika si kwa namna hii, amesha hiki kidole. Sawa, yaani kidole kingine kikashika kwenye root note ya juu. Kwa hiyo kishika hivi kije kishike hapa, alafu kidogo kabisa kile no kije kishike kwenye kwenye hii si ya oktavu ya, ya juu, sawa. Kwa hiyo tulishika hivi, tumeamisha hiki, tumeshika hapa. Kwa maana zile kimbili zile bado zimebaki vile vilevile, lakini kidogo kabisa kimekuja kushika juu. Hiyo ndo inaita code inversion, na hiyo ndo first, uh, first code inversion, yani mshiko wa kwanza katika code. Sawa, hiyo ni namna ya kwanza ya kushika uh, code inversion katika code C lakini pia unaweza ukashika kwa namna hii. Kumbuka ulishika ndio C major, lakini hapa tukashika first inversion. Tuna transpose tena, tunachukua hii kodi hapa hii ambayo tumepiga hapa, tunakuja kupiga kwenye oktavu ya juu. Kwa maana hizi mbili zitabaki hivi hivi, sawa. Tunahamisha hiki hapa, lakini i kidogo kabisa, hiki ndio kinakuja kushika kwenye, kwenye hiki ya juu ambao ni hii hapa, ambayo ilikuwa sawa na hii. Narudia tena, hii ni C major, sawa. Tunahamisha root note, tunakuja kushikia juu. Kwa maana hiyo, tunanabaki mbili, lakini kidole kidogo kido, kido kabisa cha mkono cha, wako inakuja kushika kwenye root note ambayo nio octave ya juu ya C. Tunapata first inversion, lakini second inversion, tunahamisha tena kidole hiki kinakuja kushika uh, octave ya juu ambayo hii sawa na hii, kitakuwa hapa, nakuja kushika u itakuwa ame, ambapo tunapata second inversion. Basi kwa kwa, kujifunza au kwa ufupi, asante kwa kunifuatilia. Subscribe hapo chini, nimsiu kamba somo lijalo, basi wa kwanza kulipata. Asante.